Na wao katika malezi yanayoambiwa watoto wa siku hizi, na wao tujue kama tu tu kama maisha au kama wapi, baadaye tupate maoni yake pia. Uh, Bosco wewe ni mmoja kati ya vijana ambao, uh, umelelewa na wazazi wote wawili. Uh, natamani kufahamu pia huwa unaonaje kwa upande wa watoto ambao wanakuwa na malezi ya upande mmoja wanakuwa na haya ambayo tunazungumza au kuna kitu cha tofauti ambacho ninakiona? Ah, miongoni mwa vitu ambavyo watoto wanakosa ni kupata malezi ya pande mbili ukiachana, okay, tu mimi ni mtoto nimelelewa na wazazi wawili hmm, lakini bado mimi ni kiongozi mkuu wa taasisi ya Nipige Tafu Group ambayo tunajihusisha na mambo ya kijamii. Sawa. Ambapo pia tuna kipengele cha malezi na familia. Huwezi, hmm, ukalea mtoto Yani, uliezikalea mtoto ukiwa ni mzazi mmoja baadaye akaja kuwa yani, lazima kuna vitu ambavyo watakosa kwao. Tukubaliane kwamba mtoto anayepata malezi ya pande moja, haijalishi ni baba au ni mama, kuna vitu vingi anakuwa na vimisi. Huwezi kukua kwenye ndani ya familia, husikii sauti ya baba, husikii sauti baba akitoa maelekezo, baba akitoa miongozo wewe umeona mama au usikii sauti ya mama unamuona baba, baba. Kwa hiyo huwezi hmm, ukalingana na mtu ambaye amekuwa anafuata malezi ya watu wao, yaani kuna tofauti mkubwa sana, kuna tofauti okay, mkubwa sana, na hilo lazima wasikilizaji wa mwonifuemu kama wananisikiliza walisikie hichi. Kwa hiyo kama tuko sisi wazazi, kwa maana ya baba na mama, tume maintain mahusiano yetu ama ndoa zetu, ili watoto waendelee kulelewa katika hilo, ni la msingi sana kwa sababu unapokuja kwenye familia na mlezi, huwezi uka uka maintain kuilea familia wakati ndoa yenu pia ina changamoto busy, labda wa kufundisha namna ya, mm -hmm. uh, yani na ya kuhandle wageni wakija mm -hmm namna ya kuwapokea watu, lugha za kuzungumza na wageni au kuzungumza na wakubwa kuwaheshimu, na vitu kama hivyo. Lakini unaweza kwenda kwenye familia, mtoto hana muda, hajali, na wazazi pia hawana muda wa kumwambia mtoto ili ajali. Shida inakuwa ni nini hapa? Aa, yani kama nilivyokuambia awali, ukia, ukiona kuna mmonyoko mkubwa wa maadili hmm, kwa watoto ujue wazazi ni changizo la huo mmonyoko, kwa sababu mzazi unapokuwa unalea familia lazima uhakikishe, kwa sababu tuna kitu kinaitwa reception. Mgeni anapokuja anapofika, anakutana na mapokezi ambayo hayana tija, anajua kabisa kilichomo, hamna kitu kilichomo, hakuna kitu. Kwa hiyo mtoto mpaka analazimishwa, kwa sababu kuta ni tabia ya adapt kutoka kwa wazazi na amekuwa hivi, yaani haya mazingira ya kusema si apokee wageni, asalimie. Unaweza kukuta unaongea ni watu wakubwa wamekaa sehemu unakuta hata mtoto na yuko hapo hapo kwa hiyo mazungumzo ya watu wazima na, na, na, kama mtu mzima, mzima. Na wakati si hivyo wakati, wakati si tunakuwa na baadhi yani e, e, ya familia ambazo zipo hata e, mimi miongoni mwa familia ninazoziongoza, yani huwezi kuja ndani kwangu, tunakaa iti mtoto wangu yuko pale akitowala, wageni wameingia, lazima watu asalimie. Tena mbaya zaidi, sasa tunachozungumzia kwenye mambo ya ukuaji wa teknolojia, unakuta labda ndani kuna TV mtoto anaangalia na mazungumzo mengi ya familia nyingi tunazifanya ndani ya kwenye zile sebula ambazo kuna TV. Ay. Wakati sisi tunaongea unakuta na mtoto naye ana yuko busy na mambo yake anabadilisha channel. Mara ameweka siyo nini, mara ameweka vitu gani, mara makatuni. Sasa hili ni mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo, kwa kweli, upande huo kuna tatakuwa kuna TV ya watoto eh. Of course, kwa familia ambazo zimeendelea. Eh. E. Ambao wanafungia tu kwa kwa katuni wanajiwa wanaangalia, ki hawaingiliani na watu Wazima. Bana tuko na sadakare go hapa.